Sasa mpenzi, ile surprise niko nakwambia, surprise yenyewe ndio hii. Nimekununulia gari aina ya Mercedes Benz new model. E, mpya kabisa kwa ajili yako. Hii kuonyesha kwamba nakupenda kiasi gani. Lakini kwa sababu haujui kuendesha, basi mimi nitakuwa nakuendesha popote unapotaka kwenda. Na ukitaka kwenda ukita sehemu yoyote tu wewe unaweza kanipigia simu, mimi nitakufikisha bila wasiwasi wowote. Hey, jamani, hey, jamani. Yaani, wanaume kama nyinyi ndio nilikuwa natafuta muda mrefu jamani. Yule mzengue angekuwa ananzesha tu sije kununuliwa gari jamani, ndo mara ya kwanza. I love you too much baby. I love you so much, yaani nimefurahia sana hii zawadi jamani, kufanya chochote kwa ajili ya pendo wetu yani nakupenda sana, yaani toka siku ya kwanza nimekuona tu upendo wangu ukawa umebadilika kabisa. Yani, Maria simtari kabisa, mimi tu sasa hivi nakuwaza wewe tu kila, kila nikilala na kuwaza wewe. Faiyo, a, e, karibu, gari, tu, kwa hiyo atuweze kuondoka sasa. Karibu panda kwenye gari twende maeneo ya beach tu tukaenjoy. kwa lako zikuwa nazo asubuhi ukumbuka hata kunywa chai kweli yani yani kwa fulani kwa nayo jamani, hata hiyo, hata hiyo chai yenyewe isingepanda. Ye, kwa kweli eh, yani kwa na haraka ni kwanza hapo ni kichelewa kidogo tu mpaka nitaenda kunikosa kwa ni na haraka kweli, yani ninapomjua Daktari Charlie atakuwa amenuna sana. Yani wale wagonjwa wote wa weekend leo wako wake wote. <laughs> Ah, kweli umejua kumnyosha na alikuba ulimdanganya vipi mpaka akakubali yule mzee, eh at Wewe cheza na mimi, mimi na akili nyingi mimi. Nikaangalia nika, nika huyu mzee huyo si asiye kanichezea kila siku, mimi ananidabodisha tu nafanya kazi mara mbili mbili. Mimi niliangalia kitu gani cha kumdanganya Dr. Charlie, nikamwambia tu bana, mimi umu, umu, na matatizo ya kifamilia huko, mimi nikamchanganyia na, na tumbo la pili, yote nikamvuruga vuruga tu, hata fulani kimla dua na mimi niondoke zangu jamani, kumzika siku moja moja, nao nao nao moyo unapumua kidogo. Sisi je kutoka out kwa kweli na muda mrefu. Yes, hey, usiniambie unamda gani, je kutoka uti labda na bibi wako aisha kutoa uti hata siku moja? Yaani, anyway, wewe, hey, mzee Komba mi anitoe out kwa hela gani? Yaani mimi ndo ninaye mlee hapa nyumbani, ana hela yote ya kusema hata kununua unga tu nyumbani hawezi. Mimi bana, kama mshahara kangu mimi, ndo namhudumia mwanaume, nijihudumie mimi, nimhudumie na yeye. Yani nyinyi wanaume wengine mimi wananishangaza kweli yani hmm. lakini ache tupende hivyo hivyo tu Ah, ila anakuwa nakosea. Unajua mwanaume lazima siku moja moja una, unamtoa bibi wako hata nje, eh, unamtoa auti mnatembea wote, eh, unabadilisha mazingira. Kisha yes, siku mkiwa nyumbani tu kula ugali marage tu, ah inachosha bana. Unatoka sehemu kama hizi mnenda bichi kidogo mnabadilisha mna ma, mazingira, hali ya hewa nini? Inakuwa vizuri sana, eh. Lakini unajitahidi sana, unapambana sana. Yaani eh, mm, kwa mshahara wa nesi wa hospitali. Hivi mnalipwa shilingi ngapi vile, kwa mwezi? Unajua nini, ile hospitali uh, sio hospitali ya serikali ile ni, ni, ni, hospitali ya mtu binafsi, ni private hospital. Kwa hiyo pale maslahi tunajua na, ya kufanya kazi kwenye hizi sekta binafsi zinapokuwa tena eh. Kwa hiyo mimi pale tu nalipwa kama mm, laki saba na nusu tu kwa mwezi, na bado kuna makato makato mengine hapo. Yani ah, oyaacha tu, lakini najibanabana kwa mshahara, najinunulia nguo kama hivi, napendeza na nunua kawigi kangu hapo, nime, nimenoga mwenyewe ah, pambe tu mwanaume yule mwenyewe naye nimhudumie nyumbani, yani limekaa kama fukufuku fuku tu, yani yana yeah. yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Yeah, una maneno namisema wewe eti mwanaume mwenyewe kama lifukufuku au? Yeah, ndo malio wa mjini. Yani wazee wa siku hizi wanapenda kulilewa na wanawake aise, ya yeah. <laughs> Yeah, tumeshafika bana hii uh, ndo njia inaingia Mbezi Beach, kwa hiyo tumesha fika hapa, tunaenda tuka, tukapaki tuka gari hapa tukashuka tutembee kidogo Afu tufike tufike maeneo ya bichi. Umepaonaje huku Tausi? Nimekuleta huku hii kidogo uweze kubadilisha mazingira, upate upepo wa bahari kidogo. Ehe, umeponaje mazingira haya? Yaani, sikufiche na muda mrefu sana sijawai kwenda bichi wala kwenda sehemu mazingira kama haya. Mi kila siku tu ni mwendo wa kazini nyumbani, kazini nyumbani, kazini nyumbani. Mzee Komba mwenyewe hana hata pesa ya kunipeleka mimi bichi. Yaani wewe leo, mm, kwa kweli mimi Yani mpaka sasa hivi nashangaa tu kwa vitu unavyonifanyia. Kwa kweli naonesha kweli una upendo wa zati kwangu, na wala sio kijana wa ovyo tu kuja kunichezea. La hasha, ondoa shaka kabisa, Tausi. Yani mimi lengo langu sio kwa ajili ya kuchezea, ndio maana nikuwananawe taratibu tu, nataka tu wewe mwenyewe uanze kunipenda taratibu, sitaki nitumie nguvu nyingi, nianze kushawishi iweze kunipenda mimi. Kweli nimekupenda lakini matendo yangu ndio atakaozahirisha kweli kama tutaendelea kuwa wapenzi au utaona kama mimi baadaye labda nitakuwa ni mswahili lakini from my heart nakupenda sana ndio maana nafanya yote haya kwa ajili yako nimekunulia gari aina ya Mercedes Benz japo haujui kuendesha nitakuwa ni kuendesha mimi mwenyewe eh? na takuwa tumfanya mambo mengi tu kwa hiyo usijali nipo kwa ajili yako Eh, kwa kweli, hata mi naona ni kijana ambaye uko very smart, uko very intelligent, hauna matamaa tamaa ya ovyo. Mi ukweli kwa kweli nilipendezwa na mwonekano wako tu, ni mtu ambaye kwa kweli hauendekezi tamaa mbele, unajali kwanza utu wa mtu. Lakini vipi kuhusu jibu langu? Uliniambia kidogo nikupe muda ufikirie, alafu utakuja kunirudia unipe jibu ambayo kidogo litaweza kusuhuzisha moyo wangu. Yani kwa kweli kwa mambo ambayo umenifanyia mimi, hata sina doubt yoyote, mimi nakupenda tu moja kwa moja, yani mimi moyo wangu tu umeshakatia kukupenda moja kwa moja. Lakini naomba hii iwe siri, mimi sitaki mzee wangu baadaye aje ajue chochote. Mzee Komba namjua vizuri, ni mgomvi sana ule mbaba. Ah, usijali, hiyo itakuwa ni siri kati yangu mimi na wewe, na Mzee Komba aweza kujua chochote, kwa hiyo itakuwa ni siri kati yetu wawili, na hata mimi mpenzi wangu Maria nitamficha kiasi kwamba siweze kujua chochote, yani itakuwa ni mimi na wewe tu tutakuwa tunatoka sehemu mbalimbali na bila yeye kujua chochote. Yeye atakuwa anajua kwamba mimi tu na wewe, na wewe ni nesi na mimi tu ni kwa mgonjwa tu wa kawaida. Nii vizuri basi nisimame niangalie. Eh eh, niambie how do I look? uh, do I look very smart, sexy? Eh? Naonekana vipi kijana? Hebu nipe maksi zako na wewe maana mimi mzee Komba alikuwa ananichamba tu. Ah, hiyo juu umependeza yani. Ah, umependeza nikikuangalia nje kitop chako kivyokaa, nimekukaa vizuri sana. You look very sexy. Nikikuangalia na macho yako eh? Wewe utazani kijana wa, wa, wa, wa miaka ishirini kumbe ni mtu mzee eh? Ukiangalia na cheni yako ilivyokaa. Ah. Yani, ume umevaa vizuri sana umependeza sana sema, kuna nyimbo moja nataka nikuimbie kidogo na ujisikie kama ni mtu unayependwa. Sikiza hii, sikiza hii ngoma, ni kwa ajili yako my sweet heart. <coughs> Nenda hivi. <coughs> aliumba <coughs> ardhi akaumba mbingu <coughs> akayaumba mbala mwezi <coughs> akaumba nafsi akaumba wivu <coughs> akayaumba na mapenzi <coughs>

sitaki chiti watoke watoke kwenye moyo nimekupa siti wendo deliver sasa, kukuacha Tausi nazaje, mimi nazaje. Jamani, sijawahi kuimbiwa mimi. Ewe kaka, unajua kuimba vizuri, afu kumbe una sauti nzuri hivyo ya kuimba. Ah, imalizie basi, ya pili basi nipe na biti yake ya pili basi, hapo nimeipenda hiyo nyimbo jamani, ka sijai kuimbiwa mimi mi mzee, kwamba mimi nilikuwa nanzesha, jamani, hajawahi hata kuniimbia yule yule baba yule. Eh, kumbe kuna vitu kama hivi, nipigie basi na pati ya pili hiyo nisikie vizuri, nipe na chorus yake vizuie. Hey, sasa ukitaka nikupigie na hiyo pati ya pili hiyo, hii nimeitoa kwenye ngoma ya Diamond ile inaitwa nitaanzaje, oh mimi Eh, sasa, hiyo ipo, ipo kwenye nyumba ya Diamond. Sasa hiyo inabidi hiyo ukitaka nikupigie verse ya pili, inabidi nifanye practical kama yeye. Maana Diamond ndiyo location yake kwa kwenye maji. Ngoja nisogee kwenye maji pale unione jinsi ninavyokuwa nakuimbia sasa. Okay. Verse ya pili ndio hivi. Hadithi kuja hadithi njo utamukorea mwenzenu Huba Lako limeninogea, ushawishu na soleni, oh.

Tausi, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam Ah, ni nzuri sana lakini mimi na wasiwasi hapo juu hapo sio sehemu nzuri. Naona kama kwenye maji hapo kama kuna kitu kinatembea hapo. Si kama ni mnyama huyo, si ni papa au ni kitu gani? Hem toka kwenye maji huko. Sije ikaleta balaa hapa sasa hivi. Huko kwenye maji ni hatari huko. Njoo tukae tu kwenye fukwe fukwe huko. Eh, hey, wapi tena? Wapi tena? Kuna kitu gani kinatembea hicho? Mungu hmm, wangu. Eh, hey, mwenyewe basi, mtoke haraka haraka kwenye maji huko. Eh, hey, si kawa kitoweesha samaki sasa hivi. Mwenyewe naogopa maji kama nini? Sasa, uh, samani sana Monica, nimebidi nikuite for emergency kwa sababu uh, tuna, tuna tuna uhaba kidogo. Leo ilikuwa ni zamu ya ya mwenzako leo. Anatakiwa uh, kuingia Tausi, lakini naona Tausi leo amenipa uh, taarifa kwamba kapatwa na msiba. Nimejitahidi sana ku, kuongea naye kumshauri lakini kanaambia kwamba hawezi kuja kwa sababu ya hali ya msiba, amefiwa na na, iyo, takeover, hmm. nabu, mjua, tausa, jibu, na wake. Kwa hiyo uh, wewe itabidi u take over majukumu yote leo. Mm. Kwa nini, unamjua Tausi hivi, kuna mambo mengi unaweza kushangaa, akakudanganya tu kwamba uh, amepata msiba, lakini kumbe ana mambo yake tu. Mimi namfahamu vizuri shoga yangu. Shoga yangu na mambo mengi sana. Lakini Dr. Charlie unajua, hii weekend hii nipaswa mimi nipumzike kabisa. Nisikupaswa kuingia kazini. Shift yangu mishaisha, hilo wewe niachie mimi najua kabisa kwamba uh, ni, ni muda wako kupumzika kwa sababu shift yako kwa kweli umekaa wiki nzima umechoka unahitaji muda wa kupumzika lakini sasa ukiangalia hapa tuna wadi ya, ya watu wazima kuna wadi ya watoto wa, wa, wa, wagonjwa waliokuja kwa weekend hii ni wengi sana mfano tu ukienda kwenye wadi namba ya, tano ya, hiyo ya watoto wadogo ni, ni, ni, ni, ni, ni wagonjwa zaidi ya elfu moja sasa ukiangalia na hospitali yetu hii tukisema tubaki hivi hivi ha, hataweza kumaliza mwisho wa siku utaelemewa na wagonjwa Ndo maana nimekuita tu for emergency. Wewe kuhusu swala tahusu ile niachie mimi, mimi ndo nitajua namna namna gani ya kujenga naye, kama kweli alikuwa ameenda kwenye msiba au alikuwa anadanganya, nitafahamu tu mimi, usijali, mimi najua mambo yote, najua namna kum, ya kumhoji yule, wewe niachie tu mimi. Okay, basi sawa, Dr. Chale, mimi nakuachia wewe, utajua namna ya kudina Tausi vizuri. Wacha mimi nielekee kwenye wadi ya mama na watoto kule, kuna wagonjwa takiwa ndio nikawatendi kwanza sasa hivi. Mm. Hii ah, kwa ajili yako nakupenda sana Tausi. Na mimi ah, nakupenda sana Joshua, jamani, yaani wewe ndio kila kitu kwangu. sasa hivi yako si ni kazi, kumbe unakuja kukaa na huyo mara yako huko hivyo eh? Mwanaume, kwa nini unanifanyia hivi hiv eh? Au kwa sababu umeshajua hali yangu, mi nimeathirika, ndio unaamua kunifanya mambo yote haya, si ndio? Minaga nyumbani vizuri, unaenda kwenye kazi na hii ndio kazi unaoifanya sasa hivi, ndio eh? Na ngoja nijifanye kama naondoka sawa. Tutaongea baadaye kashakuja kaibu mambo yote Watu wengine kuja kwa libena tu stare hawa. Wewe basi tangulia, tutakuja tuongee baadaye. Acha wewe niachie tu hii, mimi nimaliza naye. Wewe niachie tu mimi nimaliza naye, tu sasa hivi hapa. Sawa? Nitakucheki baadaye basi. Kwa hiyo Joshua, umeamua kunisaliti kabisa, si ndio? Kwa sababu umejua tu mimi ni mwathirika. Na huyu mwanamke alikuwa naye hapa ni nani? Nataka unielezee vizuri. Maana yake nina wasiwasi sana huyu mwanamke, kama alikuwa na mali nje kumuona. No, no, no, calm down, calm down. Ukiingia kwa jazba kiasi hicho, watu tukaelewana huyu uh, mwanamke uh, ni mfanyakazi mwenzangu tu. Leo tulikuwa tumekuja kupunga upepo kidogo, baada ya kazi kazi ngumu ya siku. Ndio maana tumekuja tu kupunga upepo, hatuna mahusiano yoyote, ni mtu tu kazini. Acha kunifanya mtu mdogo Joshua. Unajua mimi unaniumiza sana, yaani siwezi kuona kwa macho hata kwa picha tunayoiona mbele yangu. Kweli sisi nikajua kinachoendelea hapa. Kwa kweli, naomba tuende nyumbani tukaongelee hili swala. Kwa kweli, umeniumiza sana Joshua.